e, Mwigulu tumepoteza kiungo Jenista Ubia na Udini. Lakini mwambie mwambie adaiwa kutaka e, kumuua mkuu wa polisi. E, mwambie adaiwa kutaka kumuua mkuu wa polisi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini kuna habari kubwa inasema waziri mkuu aonya uhaba wa chakula. E, huyo ni Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba aonya uhaba wa chakula. Lakini ni kutokana na ukame, mvua kidogo nchini. Awapa jukumu e, maalumu ma RC na ma na wakurugenzi e, wa wanadi hoja kwenye maeneo yao ya kazi . E, huyo ni waziri mkuu aonya uhaba wa chakula. Lakini Askofu Malasusa atoa tahadhari ya chokochoko -choko ya udini, hiyo ni habari inapatikana pia kwenye gazeti lako la nipashe ukurasa wa mbele. Lakini kuna habari inayosema mnyororo sekta ya uchukuzi unavyoleta mageuzi kiuchumi mnyororo sekta ya uchukuzi unavyoleta mageuzi ya kiuchumi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe pande yako kwa habari kwa kinam. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni waziri mkuu aonya uhaba wa chakula, hiyo eh, ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe asubuhi ya, ya leo. Na tukiachana gazeti, gazeti la Nipashe, tuangazie gazeti lako la Mwananchi lenye linaandika ukame waibua wa hofu ya uhaba wa chakula. Eh, ukame waibua wa hofu uhaba wa chakula lakini janga la ajali kitanzi cha madereva. Janga la ajali kitanzi cha madereva. E, madereva wote wa magari ya abiria kupangiwa muda wa, wa kikomo kuwa barabarani nchini. Lakini RATRA yataja sababu za kuja na kanuni e, pendekezwa wadau wataja faida na hasara. Lakini msiba wa Jenista ulivyosimamisha kazi Peramio. E, msiba wa Jenista ulivyosimamisha kazi Peramio. Lakini kuna habari kubwa inayosema mapya yaibuka tena sakata la Mwambe e, polisi. Mapya yaibuka tena sakata la Mwambe polisi. Lakini binu sahihi ya kutunza vyakula visigeuke sumu. E, binu sahihi ya kutunza vyakula visigeuke sumu, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele la kura e, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Tanzania leo. Badi na inaanza na habari inayosema Rais Mwinyi awapa onyo viongozi wa SMZ. Lakini Samia aongoza uchumi e, kielelezo e, Samia aongoza uchumi kielelezo. Orodha mpya ya mataifa yanayodaiwa e, sana e, yadhihirisha umahiri wake, akamilisha miradi ya kimkakati aanza mipya akiwa na clean sheet, e, ya madeni. Lakini Mwigulu tutamwenzi Jenista kwa vitendo, na Rais Samia aweka historia aipaisha Tanzania duniani. Filamu ya Royal Tour yazidi kuweka rekodi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Ngeti kachana gazeti ya Tanzania leo, tuangaze gazeti lako la habari leo. Lenye nanza na habari inasema, malasusa maaskofu, muwe daraja kuunganisha watu. Hilo ni gazeti lako la habari leo unasema maaskofu eh, muwe daraja kuunganisha watu. Lakini watumishi wa uhamiaji waagizwa mambo matano. Watumishi wa uhamiaji waagizwa mambo matano. Na Samia ataka JWTZ. E, Samia taka JWTZ lisikubali kuchafuka. Ni rais Samia taka jeshi la mwananchi la Tanzania, JWTZ lisikubali kuchafuka, lakini asifu kwa weledi, nidhamu na utii, ahimiza liwekeze mafunzo e, mazoezi, lakini asema bila amani hakuna maendeleo. Lakini Nchimbi aagiza kampasi ya UDISM Kagera iwe kitovu cha ubunifu. Huyu ni habari ukurasa wa pili wa gazeti la kula habari leo, lakini kuna habari kubwa inayosema Dr. Mwinyi aonya viongozi fomu za tamko. Huyu ni Dr. Mwinyi aonya viongozi fomu za tamko. Hiyo ni habari, endelea ukurasa wa pili. Lakini kijaji aagiza tathmini filamu ya Tanzania The Royal Tour. Hiyo ni habari, endelea ukurasa wa nne. Lakini kuna habari inayosema Mwigulu, tutaienzi maono ya jennes da yuna baruku na sura tatu wa gazeti lako la habari leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukichana gazeti lako la habari leo tuangazie eh, kwenye gazeti lako eh, la Zanzibar leo, lenye gazeti la Zanzibar leo eh, linaanza na habari kubwa kwenye kurasa mbele inayosema Dr. Mwinyi ateua wakuu wa mikoa naibu makatibu wakuu, lakini uadilifu unachangia kukuza uchumi huyo ni Dkt Mwinyi asema uadilifu unachangia kukuza uchumi na serikali ya okoa zaidi ya bilioni sita nukta nne lakini ujenzi wa daraja la Uzi e, wafikia zaidi ya asilimia sabini na waziri mkuu wa Tanzania e, tunzeni akiba ya chakula e, waziri mkuu asema wa Watanzania tunzeni akiba ya chakula, tumepiga hatua usimamizi maadili haki za binadamu, e, tumepiga hatua usimamizi wa maadili haki za binadamu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye ukurasa wa mbele, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Majira. Gazeti la Majira linaanza na habari inayosema serikali yatoa wito kwa uguzi wa ndani nchini, serikali yatoa wito kwa uguzi wa ndani nchini. Naibu waziri uchukuzi atembelea banda la Latra lakini kuna habari inayosema ngiri, tatizo la wabeba mizigo la pekee. Lakini Rais Mwinyi atoa onyo kali kwa viongozi wa Zanzibar, na makamu wa rais aitaka yudizi mkuu wa kitovu cha ubunifu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la majira ukurasa wa mbele, ipate nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukichana gazeti la majira, tuangazie gazeti lako la uhuru lenye linatuhabarisha asubuhi ya leo, Rais Mwinyi wakalia koni wasiowasilisha fomu za maadili Huyu ni Rais Mwenye wa kaliakoni wasiowasilisha fomu za maadili. Lakini kauli ya UN ya wakosha mabalozi ma... ma..., e, kauli ya UN ya wakosha mabalozi na wahadhiri na balozi Nchimbi atoa agizo kwa profesa Mkenda. E, balozi Nchimbi atoa agizo kwa profesa Mkenda. Lakini makala atoa siku saba bifu la bodaboda Arusha liishe. E, makala atoa siku saba bifu la bodaboda liishe lakini watoto wadaiwa kumuua mama yao. Eh, kunani huko. Lakini gazeti la Uhuru linaandika watoto wadaiwa kumuua mama yao, na huku Mwigulu aeleza umahiri wa Janista eh, kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye habari abari eh, inaosema Dr. Mwinyi atangaza kiama, asema hatua kali kisheria dhidi ya viongozi watumishi kuchukuliwa, ataka kila kiongozi kujaza fomu za maadili kabla ya Desemba 30, si vinginevyo. Hiyo ni habari, endelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la wamachinga. Huko Dr. Nchimbi atoa agizo kwa yudizim, tawi la Kagera eh, lakini waziri mkuu ahidi kuenziwa kwa Jenista Mhagama, eh, waziri mkuu ahidi kuenziwa kwa Jenista Mhagama, lakini wanu mkandarasi ongezeni spidi eh, vijana wanatusubiri. Huyo ni wanu Amir, asema mkandarasi ongezeni spidi, vijana wanatusubiri. Hilo ni gazeti la kula wa machinga, sauti ya wanyonge, ukurasa wa mbele, lakini kuna habari inasema kijaji ushindi wa tuzo za utalii duniani ni matunda ya royotua. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula wa machinga, sauti ya wanyonge, ukurasa wa mbele, lakini gazeti la mwanahabari linaandika gazeti bora kabisa. Tanzania yangara Qatar Tanzania ya ng'ara Katari. Waziri Kombo akutana na ujumbe wa bunge la wawakilishi Marekani. Waziri Kombo akutana na mjumbe wa bunge la wawakilishi Marekani, lakini Tarura ya wataka wakazi wa ya Morogoro kuacha kutupa taka mifrijini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwanahabari kwenye kurasa wa mbele. Ipata nakala yako kwa habari kwa kina. Ligi tukichana gazeti la mwanabari ukurasa wa mbele, tuangazie sasa kurasa za michezo e, za magazeti mbalimbali. Gazeti lako la mwanabari linaandika Simba yatajwa kusaka beki kushoto sauzi. E, Simba yatajwa kusaka beki kushoto sauzi, lakini Gamondi afurahi, e, wa kulipwa kutua kambini, lakini Mtibwa Sugar yaomba kushiriki muungano kapu e, eh, Mtibwa Sugar yaomba kushiriki muungano kapu na Nsajigwa akimbiza kaseja championship. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti la michezo na burudani. Lakini bado kuna kwenye gazeti lako la Mwanahabari e, eh, kwenye kurasa za michezo, habari kubwa ni Simba yatajwa kusaka beki wa kushoto sauzi. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti wa nyonge linaandika Maxime avamia eh, Yanga awaomba nkane na Faridi, lakini nabi amlilia chiko ushindi, kocha Paoko bado mtamani Samata. Stars yajiweka sawa ya shinda moja kirafiki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la wamachinga sauti ya wanyonge ukurasa wa michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za michezo naandika waziri pembe amtaka mkandarasi kuzidisha kasi ya ujenzi wa viwanja Pemba, lakini yanga yarudi kambini kuendelea na mazoezi yaiongezea machungu Malindi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo. Lakini bado kuna habari eh, kwenye gazeti lako la habari leo linaandika TFF yataka Stars ivuke makundi ya AFCON, lakini BASATA yatoa sababu tuzo kuahirishwa, eh, tu, lakini DRC yapania AFCON habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo kurasa wa michezo, huku gazeti lako la Simba, wapiga hodi mamelodi, lakini rekodi tano za yanga ligi ya NBC. Uh, rekodi tano za yanga ligi ya NBC, lakini kimataifa, amorimu amjibu po schools. Hilo ni gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la majira inaandika wachezaji Taifa Stars, wa mtia mzuka, uh, Gamondi. Lakini, mashabiki Simba watakiwa kuwa wavumilivu hilo ni gazeti lako la majira kwenye michezo lakini tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanaspoti yeah. Lenye linaandika pesa yako tu, e, pesa yako tu, e, ikiwa kuna kundi la wachezaji wamewekwa hapo, e, habari inaandikwa pesa yako tu, e, lakini kiatu cha dhahabu afoni kipo hapa e, kiatu cha dhahabu afoni kipo hapa, lakini Puff Daddy alimkaanga bigi kwa mafuta yake lakini ateta gokera eh, uh, wenzake no shido shida eh, uh, huyo ni Ateta sema Gokeras na wenzake ndio shida eh, uh, ilo ni swali anauliza Ateta. uh, ilo ni gazeti la kula Mwanaspoti kwenye kurasa wa michezo. Lakini gazeti la kula Nipashe lenye kwenye michezo na andika usajili mpya Yanga hu hapa uh, usajili mpya Yanga hu hapa ni mapendekezo ya kocha Pedro eh, uh, winga wa Uganda Cranes atajwa uh, katika rada